Tanzania, ndugu Mwafrika, katika maisha tunayoishi tunakosana kila siku. Leo ukikosana na George, kesho utakosana na Abdala. Ukikosana na Amina, kesho unakosana na Jenifa. Ninachotaka kuambieni jamani, sidhani kama sisi wanadamu tutaishi kama malaika. Kikubwa, nimekukosea, naomba unisamehe. Umenikosea, niombe samahani. Maisha yafanye nini? Yaendelee. Hatuwezi tukaishi kama malaika ya hivyo. Kwa hiyo mwisho wa siku, haipo sababu kubwa sana ya kuhifadhi makosa makosa haya moyoni, tutashindwa kuishi vizuri. Lini utaishi na watu kama malaika? Nafikiri umenielewa. Amekukosea, msamehe. Kama kuna point ya kumsamehe aliyekukosea, basi msamehe nafikiri mwafrika mwenzangu, utakuwa umenielewa. Mimi mwamerika nimekujuza next time. asante <tip>